Je, unajua kuwa mbuzi mmoja anaweza akawa chimbuko la utajiri wa familia nzima? Wakati wengine wanalalamika kuhusiana na ukosefu wa ajira, vijana wanajenga maisha yao kwa uwekezaji wa mbuzi. Karibu tujifunze pamoja. Mimi ni Anselm Julius, na hii ni Bance Media, Bance Family, Bance TV. tupo hapa, tupo pamoja nam. Kilimo na ufugaji ni miongoni mwa nyenzo muhimu sana kwenye ustawi wa maisha ya mwanadamu. Sasa huu huu ni ki, ni mradi wa ufugaji wa mbuzi ambapo hapa unaona mbuzi wangu hao na hao mbuzi. Imenichukua muda wa mwaka mmoja kufikisha idadi hiyo kubwa ya mbuzi. Unajua hao mbuzi, nili nilianza na mbuzi kwanza na mbuzi wengi, nilianza na mbuzi tano jumla, ambapo kulikuwa na mbuzi mmoja mkubwa ambaye, kwenye hao tano, wadume alikuwa mmoja na jike alikuwa mmoja sasa gusin, two years, miaka miwili baadaye hmm, familia kubwa hii apo na sahizi, nimeongeza ng'ombe ngombeapo wago wai shawaongeza ko, naamini baada ya muda fulani ntakuwa sehemu fulani hivi ya yeah, yeah, taua sehemu fulani hivi kiuchumi. Unajua, usitegemee sana Nazizo, ambazo, nazizo ajiliwa, kazi hizo ambazo unazozifanya sijui umeajiliwa. Naheshimu kazi za kuajiliwa, kwa labda sijui ni dokta, sijui mwalimu, sijui unafanya kazi ofisini, lakini unatakiwa uwekeze kwenye kilimo na mifugo. Sasa hapa huyo ng'ombe ambaye anatarajia e, baada ya muda ataanza kuleta, kuleta matunda kwenye kwenye miradi yangu. Unajua wakati ukiwa unawekeza kwenye vitu unatakiwa uweke, yani unatakiwa uwe na mipango endelevu. Sasa faida yake hapa sasa, hapa mimi na mimi hmm, nashindaje na njaa hapa? Sasa hapa amna, amna. Sasa kwa mfano, amna hapa, amna na nachukua huyu huyu huyu e, huyu eh, huyu mweupe nachinja hapa, nachinja hapa, napata hela, naweza nikaa nikapata nikauza na, na nyama pia napata. Mbona bana, nikauza nikanunua chakula na nyama pia napata. Kwa hiyo yani, ni ni miradi tu ambayo mshikaji wangu alinielekeza yake e, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kilimo anaitwa Isaac, ya yeah, Isaac Rieta ni mtaalamu wa masuala ya kilimo ni, ni afisa kilimo. Sasa yeye akaniambia, kwa unajua, kwenye kilimo kilimo na mifugo ni kitu kimoja, ni livestock mwana bwana, kwenye livestock keeping ndio hivyo sasa. Kwa ndio hivi, jamani, njooni tuwekeze na Bansi, ndio hivyo, unawekeza kwenye hiyo miradi. Na hapa saizi, mana huyu kondoo y hapa ni kondoo, bano, kondoo mbuzino, mwana bwana, kondoo mbuzi ng'ombe, just imagine, umeona kondoo wale pale wanaonekana vizuri, mbuzi ng'ombe, hivi hapa bwana, inaonekana vizuri kabisa hapa, zina enjoy yani. Ya kuna sense fulani unapata wewe kama mfugaji yani, kuna sense fulani unapata automated, kwa yes, nimefanya kitu kwenye kwenye kwenye jamii yangu, kondoo hii. Sasa nipo hapa bwana, shia msingi nieta, nipo uwanjani alishalisha hiyo mifugo yangu kwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nitakuwa nitakuwa siku moja nitafanikiwa maisha yangu. A kuwa na tabia ya kuwekeza sehemu tofauti, maana kuna msemo wa Rais iwei kabita msemo, anashawahi kusema kwa hakuna milionea ambaye asiye mfugaji wala mkulima waiiakala kama milionea lazima ufuge, lazima ul ufuga na ulima uko unaenda kuinua mtu ya amani kabisa. Amani ipo kama unavyoona mifugo ndio hapa, unaenjoy kabisa. Nimekaa kivulini. Kwa nini nimekaa kivulini? naangalia naangalia impact ya mifugo naangalia mifugo yangu ambayo nimewekeza na sikutumia hela nyingi. Ni, ni uwekezaji ambao naweza mm, nikasema kama kuna uwekezaji ambao nimetumia hela kidogo basi ni huo hapa, kwa sababu ngoja tu nikuibie siri. Nilinunua nilinunua mbuzi ya, nilinunua mbuzi, ya, nilinunua mbuzi wale wakiwa wadogo kama hivi. Mbuzi akiwa mdogo kama hivi, kwa mitaa yetu sisi sijajua sehemu zingine huyu mbuzi akiacha tu kunyonya hapo bado akiwakinda namna hiyo sasa wanauzwa elfu thelathini sasa hasa mimi nimewanunua majike manne na dume mmoja kwa hiyo ukipiga hesabu elfu thelathini mara tano yani tatu mara tano unapata kumi na tano laki moja na hamsini laki moja na hamsini alafu banda nilikuwa nalo ambayo imejenga nitaenda um, nita kuonyesha mwisho wa video hii, nitaenda kuonyesha banda banda lao mwana bana kwa nili ndio ndani ya miaka hii miwili miwili tu, na yani, kwanza ndani ya mwaka mmoja tu nikaona matunda yashaanza kujipa, lakini sasa hizi ni miaka miwili. Kwa faida ndio hii ambayo nimeipata, na nimekuwa ni nikiuza kwa sasa, hizi ambao nimeuza nimekejo, nimeongeza hawa ng'ombe hapa, ng'ombe pamoja na kondoo, ila nilianza na mbuzi. Nimegundua mbuzi wanazaliana haraka sana, mimi na kushauri sana ufuge mbuzi. Na nimegundua mbuzi wanazaliana haraka sana kuliko kondoo, kwa hivi yani mbuzi wanazaliana haraka kuliko kondoo. Kwa ukitaka kutoka kimaisha, itaidi ufuge mbuzi. Mbuzi bwana, wanazaliana haraka sana yani ndani ya muda mfupi sana wanakuwa na namba kubwa sana kwenye jamii. Sasa just imagine investment ambao walianza wanne tayari years, sababu uh, uh, nilianza nili elfu mbili na ishirini na tatu sasa, so, yes, tunazungumza elfu mbili na ishirini na tano ndio hali po hivi akua kujionea wa uwekezaji unalipa, unalipa sana n no, um, mimi na enjoy na enjoy no, vimwenyeo, na unavyoona hivi, mimi na enjoi yeah.